Kutoka sura ya 16. Kisha wakasafiri kutoka Erimu na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikilia bara ya Sini iliyoko kati ya Elim na Sinai siku ya kumi na tano ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukawanungunikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israeli wakawaambia laiti tungelikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hii ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote? Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni na hawa watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya, sehemu ya siku ili nipate kuwa jaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Kisha itakuwa siku ya, ya sita ya kwamba watayaandaa hayo watakayoleta ndani, nayo yatakuwa ni mara mbili kuliko wayaokotayo. Ok, waya kila siku. Musa na Haruni wakawaambia wana wa Israeli, jioni ndipo mtakapojua ya kuwa Bwana amewaleta kutoka nchi ya Misri, na asubuhi ndipo mtakapouona utukufu wa Bwana, kwa kuwa yeye asikia manung'uniko yenu mliomnung'unikia Bwana. Na, na sisi tu nani hata mkatunung'unikia? Musa akasema, ndilo litakalokuwa hapo Bwana atakapowapa nyama wakati wa jioni mle na asubuhi mikate hata mkakinai, kwa kuwa Bwana asikia manung'uniko yenu mliyomnung'unikia yeye; na sisi tu nani? Manung'uniko yenu haya hayakuwa juu yetu sisi, ila juu ya Bwana. Musa akamwambia Haruni, haya sema na mkutano wote wa wana wa Israeli, njooni karibu mbele ya Bwana, kwa kuwa yeye ameyasikia manung'uniko yenu. Ili kuwa Haruni aliponena na huo mkutano wote wa wana wa Israeli, wakaangalia upande wa bara, na tazama utukufu wa Bwana ukaonekana katika hilo wingu. Bwana akasema na Musa akinena, nimeyasikia manung'uniko ya wana wa Israeli. Hayasema nao ukinena wakati wa jioni mtakula nyama na wakati wa asubuhi mtashiba mkate, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ikawa wakati wa jioni, kwale wakakaribia wakakifunikiza kituo, na wakati wa asubuhi, umande ulikuwa juu ya nchi pande zote za kituo. Na ulipoinuka ule umande uliokuwa juu ya nchi kumbe juu ya uso wa bara kitu kidogo kilichovilingana kilicho kidogo kama si kitu juu ya nchi. Wana wa Israeli walipokiona wakaambiana ni nini hiki? maana hawakujua ni kitu gani. Musa akawaambia, ndio mkate ambao Bwana amewapa ninyi mle. Neno hili ndilo aliloliagiza Bwana Okoteni ninyi kitu hicho, kila mtu kama ulaji wake ulivyo, kichwa pishi, kama hesabu ya watu wenu ilivyo, ndivyo mtakavyo mtakavyotwaa kila mtu kwa ajili ya hao walioko hemani mwake. Wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota, wengine zaidi, wengine kupungua, ndio nao walipoipima kwa pishi, yeye aliyekuwa ameokota kingi hakubakiwa na kitu, na yeye aliyekuwa ameokota kichache hakupungukiwa. Wakaokota kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Musa akawaambia Musa na Haruni akawaambia Musa akawaambia mtu wa yeyote asika asisaze hata asubuhi, lakini hawakumsikia Musa wengine miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi nacho kikaingia mabuu na kuo, na kutoa uvundo. Musa akawakasirikia sana. Basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi kila mtu kama uraji wake ulivyokuwa, na hapo jua lilipokuwa ni kali kikayeyuka. Basi ikawa siku ya sita wakaokota kile cha kula sehemu maradufu kila mtu pishi mbili na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa akawaambia ndilo neno alilolinena Bwana kesho ni sherehe takatifu sabato takatifu kwa Bwana okeni okay, mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa na hicho kitakachowasalia jiwekeeni kilindwe hata asubuhi basi wakakiweka hata asubuhi kama Musa alivyoagiza nacho haki kutoa uvundo wala kuingia mabuu. Musa akasema haya, kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni sabato ya Bwana, leo hamtakiona nje barani. Siku sita mtaokota, lakini siku ya saba ni sabato, siku hiyo hakitapatikana. Ikawa siku ya saba, wengine wakatoka kwenda kukiokota, wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato, kwa sababu hii huwapa siku ya sita chakula cha siku mbili. Kaeni kila mtu mahali pake, mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya saba. Basi hawa watu wakapumzika waka kwa siku ya saba. Na nyumba ya Israeli wakakiita jina lake mana nacho kilikuwa mfano wa chembe za mtama nyeupe na tamu yake ilikuwa kama tamu ya maandazi membamba yaliyoandaliwa kwa asali. Musa akasema, hili ni neno Bwana aliloliamuru. Pishi moja ya kitu hicho na kiwekwe kwa ajili ya vizazi vyenu, ili kwamba wao wapate kukiona kile chakula kilicho wa, kilichowalisha ninyi barani hapo nilipowaleta kutoka nchi ya Misri. Basi Musa akamwambia Haruni, toa kopo ukatie pishi moja ya hiyo maana ndani yake, uiweke mbele ya Bwana ilindwe kwa ajili ya vizazi vyenu. Kama vile Bwana alivyomwagizia Musa, ndivyo Haruni alivyoiweka hapo mbele ya ushahidi ili irindwe. Na wana wa Israeli walikula mana muda wa miaka arobaini, hata walipofikilia nchi iliyo na watu, wakala ile mana hata walipofikilia mipakani mwa nchi ya Kanaani. Hiyo Omeri ni sehemu kumi ya Efa. Kutoka sura ya 17. Mkutano wote wa wana wa Israeli ukasafiri kutoka bara ya Sini kwa safari zao, kama Bwana alivyowaagiza, wakatua Refidim, napo hapakuwa na maji watu wanywe. Kwa hiyo, hao watu wakateta na Musa wakasema, tupe maji tunywe. Musa akawaambia, kwani kuteta na mimi? Mbona mna mjaribu Bwana? Watu wakawa na kiu huko, nao wakamnungunikia Musa, wakasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Musa akamlilia Bwana, akasema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo, nao watanipiga kwa mawe. Bwana akamwambia Musa, pita mbele ya watu, ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe na ile fimbo yako ambayo uliupiga mto kwayo uitwae mkononi mwako ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako huko juu ya lile jabali katika Horebu, nawe utalipiga jabali na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli, akapaita mahali pale jina lake Masa na Meriba kwa sababu ya mat, ya mateto ya wana wa Israeli na kwa sababu walimjaribu Bwana wakisema, je, Bwana yu kati yetu au sivyo? Wakati huo wa Amaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidim. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki kesho. Nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyo mwambia, akapigana na Amaleki. Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kirima. Ikawa Musa alipouinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri waka tegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu, mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu, iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu akaita jina lake Yehova Nisi, akasema, Bwana ameapa; Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Kutoka sura ya kumi na nane. Basi Yethro kuhani wa Midian mkewe Musa alisikia habari ya mambo hayo yote Mungu aliyokuwa amemtendea Musa na Waisraeli watu wake jinsi Bwana alivyowaleta Israeli watoke Misri. Ndipo Yethro mkwewe Musa akamtwaa Sipora mke wa Musa, baada ya yeye kumrudisha, pamoja na wanawe wawili. Katika hao jina la mmoja ni Gershom, maana alisema, mimi nimekuwa mgeni katika nchi ya ugenini; na jina la wapili ni Eliezeri, kwa kuwa alisema, yeye Mungu wa baba yangu alikuwa msaada wangu akaniokoa, na upanga wa Farao. Basi Yethro mkwewe Musa pamoja na mke wa Musa na wanawe wawili wakamwendea Musa huko nyikani, hapo alipokuwa amepanga kwenye mlima wa Mungu. Naye akamwambia Musa, mimi Yethro mkweo nimekuja kwako na mkeo na wanawe wawili pamoja naye. Basi Musa akatoka nje ili amlaki mkwewe. Mkwewe akasujudia na kumbusu, nao wakaulizana habari, kisha wakaingia hemani. Musa akamwambia mkwewe mambo hayo yote Bwana aliyomtendea Farao na Wamisri kwa ajili ya Israeli na mambo mazito yote yaliyowapata njiani na jinsi Bwana alivyowaokoa. Yesro alifurahi kwa ajili ya wema wote Bwana aliyowatendea Israeli, kwa alivyowaokoa mikononi mwa Wamisri. Kisha Yesro akasema, na ahimidiwe Bwana aliyewaokoa na mikono ya Wamisri na mkono wa Farao, aliyewaokoa watu hao watoke mikononi mwa Wamisri. Sasa najua ya kuwa Bwana ni mkuu kuliko miungu yote na katika jambo hilo walilo watenda kwa unyeti. Yethro, mkwewe Musa, akamletea Mungu sadaka ya kuteketezwa na dhabihu, na Haruni akaja na wazee wote wa Israeli wa wale chakula pamoja na mkwewe Musa mbele za Mungu. Asubuhi yake Musa akaketi ili awa, awa Pish, awapishie hukumu watu na hao watu wakasimama kumzunguka Musa tangu asubuhi hata jioni. Mkwewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu, wakasema ni jambo gani hili uwatendealo hao watu, kwani wewe kuketi hapo peke yako na watu wote kusimama kwako kwa tangu asubuhi hata jioni? Musa akamwambia mkwewe ni kwa sababu watu hunijiria mimi wapate kumuuliza Mungu. Wakiwa na neno hunijiria, nami naamua kati ya mtu na mwenziwe, nami nawajuvisha amri za Mungu na sheria zake. Mkwewe Musa akamwambia, jambo hili ufanyalo si jema, huna budi. Utadhoofika wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako, huwezi wewe kulitenda peke yako. Sikiza sasa neno langu, nitakupa shauri, na Mungu na awe pamoja nawe. na uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu, nawe umletee Mungu maneno yao, nawe utawafundi, utawafundisha zile amri na sheria, nawe utawa Onyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kuifanya. Zaidi ya hayo, utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo wenye kumcha Mungu, watu wa kweli wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukawaweka juu ya, ya wawe wakuu wa maelfu na wakuu wa, ma, wa mia na wakuu wa hamsini na wakuu wa kumi Nao wawaamue watu hawa siku zote, kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno dogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, nao watauchukua huo mzigo pamoja nawe. Kwamba utafanya jambo hili na Mungu akikuagiza hivyo, basi utaweza kusimama wewe. Na watu hawa wote nao watakwenda mahali pao kwa amani. Basi Musa akasikiza neno la mkwewe, akayafanya yote aliyokuwa amemwambia. Musa akawachagua watu wenye uwezo katika Israeli yote, akawaweka wawe vichwa juu ya watu, wakuu wa maelfu na wakuu wa mia na wakuu wa hamsini na wakuu wa kumi. Nao wakawaamua watu siku zote, mashauri magumu wakamletea Musa, lakini kila neno dogo wakaliamua wenyewe. Kisha Musa akaagana na mkwewe, naye akaenda zake mpaka nchi yake mwenyewe. Kutoka sura ya kumi na tisa. Mwezi wa tatu baada ya kutoka Waisraeli katika nchi ya Misri, siku hiyo hiyo wakafika jangwa jangwa la Sinai nao walipokuwa wameondoka Refidim na kufika jangwa la Sinai, wakatua katika lile jangwa. Israeli wakapiga kambi huko, wakiukabili mlima. Musa akapanda kwa, kwa Mungu, na Bwana akamwita toka mlima ule akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuwaarifu wana wa Israeli maneno haya, mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyow kuwa ninyi juu ya, juu ya mbawa za tai nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli, na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Musa akaenda akawaita wazee wa watu, akawafunulia maneno hayo yote Bwana aliyokuwa amemwagiza. Watu wote wakaitikia pamoja wakisema, hayo yote aliyoyasema Bwana tutayatenda. Naye Musa akamwambia Bwana maneno ya hao watu. Bwana akamwambia Musa, tazama mimi naja kwako katika wingu zito ili watu hao wasikie nitakaposema nawe nao wapate kukuamini wewe nawe hata milele. Musa akamwambia Bwana hayo maneno ya, ya watu. Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao wawe tayari kwa siku ya tatu, maana siku ya tatu Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hawa wote. Nawe utawawekea mipa mipaka watu hawa pande zote, ukisema, jihadharini, msipande mlima huu, wala msiuguse hata mapambaz, mapam, mapambizo yake. Kila mtu atakayeugusa mlima huu, bila shaka atauawa. Mkono wa mtu awaye yote usimguse mtu huyo, ila hakika yake atapigwa kwa mawe au kupigwa kwa mkuki, kwamba ni mnyama au kwamba ni mwanadamu Hataishi. hapo hapo hapo pande, pande itakapotoa sauti kwa, kwa kufuriza ndipo watakapoukaribia mlima. Musa akateremka mlimani akawaendea watu akawatakasa nao wakafua nguo zao. Akawaambia watu mwe tayari siku ya tatu, msikaribie mwanamke. Ikawa siku ya tatu wakati wa asubuhi palikuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima sa na sauti ya baragumu iliyolia sana, watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Musa akawatoa hao watu katika kituo akawaleta ili wa waonane na Mungu, wakasimama pande za chini za kile kilima. Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi kwa sababu Bwana alishuka katika moto na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuu, mlima wote ukatetemeka sana. Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana, Musa akanena naye, Mungu akamuitikia kwa sauti. Bwana akaushukia mlima, juu ya kilele cha mlima, Bwana akamwita Musa aende hata kilele cha mlima. Musa akapanda juu. Ndipo Bwana akamwambia Musa, shuka chini uwaonye watu wasije wakapasua njia waje kwa Bwana kutazama, kisha wengi miongoni mwao wakaangamia. Waka makuhani nao waka wamkaribiao Bwana na wajitakase, Bwana asije akawafurikia. Musa akamwambia Bwana, watu hawa hawawezi kukaribia mlima wa Sinai kwa kuwa wewe ulituhusia ukisema, wekeni mipaka kando kando ya mlima na kuutenga. Bwana akamwambia, nenda ushuke wewe, nawe utakwea wewe na Haruni pamoja nawe, lakini wale makuhani na watu wasipenye kumkaribia Bwana asije yeye akawafun, akawafurikia juu yao. Basi Musa akawateremkia hao watu na kuwaambia hayo.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 wala punda wake wala chochote alichonacho jirani yako. Watu wote wakaona umeme na ngurumo na sauti ya baragumu na ule mlima kutoka moshi, na watu walipoona hayo, wakatetemeka wakasimama mbali. Wakamwambia Musa, sema nasi wewe, nasi tutasikia, bali Mungu asiseme nasi tusije, tusije, tukafa. Musa akawaambia watu, msiogope maana Mungu amekuja ili awajaribu, na utisho wake uwe mbele yenu, ili kwamba msifanye dhambi. Basi hao watu wakasimama mbali naye, Musa akakaribia lile giza kuu, Mungu alipokuwapo. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli hivi, ninyi wenyewe mmeona ya kuwa nimenena nanyi kutoka mbinguni. Msifanye mi miungu mingine pamoja nami miungu ya fedha wala miungu ya dhahabu msijifanyie. Mtanifanyia madhabau ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako. Kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na, na kukukaribia kukubarikia. Nayo ukinifanyia madhabahu ya mawe, hutaijenga ya mawe yaliyochongwa, kwa kuwa ukiwa wewe umetumia chombo chako katika kuichonga, umeitia unajis. Tena hutapanda kwenda madhabahuni kwangu kwa daraja, uchi wako usidhihirike juu yake.